Naitwa Agustino Mwakende, meneja wa TTCL mkoa wa. Mheshimiwa naibu waziri, Mheshimiwa mbunge, na mkuu wa wilaya na viongozi wengine, naomba kusoma taarifa ya mnara wa kijiji cha Matare. Ah, shirika la mawasiliano Tanzania, TTCL, kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, UCSAF, unatekeleza mradi wa ujenzi wa mnara katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo kwa mkoa wa Singida ujenzi unafanyika katika vijiji 11 ambavyo vinapatikana katika wilaya za Ikungi, Manyoni na Singida nzima. Kabla ya hapo mkoa mzima wa Singida ulikuwa unahudumiwa na minara 38 katika maeneo mbalimbali ya mkoa huu ikiwemo mikoa ya jirani kama Tabora, Dodoma na Manyara. Kwa maana hiyo kuanzia mwishoni mwa mwezi wa nne baada ya minara yote 11 kunapokamilika, mkoa wa Singida utakuwa unahudumiwa na minara 49. Kwa hiyo tutaongeza minara 11. Uh, kijiji cha Matale A kilichopo wilaya Ikungi mkoa wa Singida ni moja kati ya sehemu ambayo ujenzi wa mnara unafanyika. Mnara unaojengwa Matale A hey, kata ya utakuwa na urefu wa mita 60 ambao utatoa huduma ya 3G na 4G. Ujenzi huu unatekelezwa na mkandarasi wa ndani aitwaye Prime Power Tanzania Limited ambapo uh, yeye anafanya kazi za ujenzi wa mnara na fensi. Kwa uh, upande wa ufungaji wa vifaa kazi inafanywa na mkandarasi aitwaye Huawei Tanzania. Kwa sasa ujenzi wa mnara huu umefikia asilimia 67, ambapo uh, kufikia tarehe 31 Aprili ujenzi uh, utakuwa umekamilika na wananchi wa kijiji cha Matare na vitongoji vyake wataweza kupata huduma uh. taarifa kamili ya mradi: mradi unaitwa mnara wa mawasiliano Matare, kijiji cha Matare Unyahati. Historia ya mradi ni kwamba mradi ulianza ulianza Mei 2024 na unatarajiwa kumalizika Aprili 2025 mradi huu unatarajiwa kuunganisha vijiji vinne ambavyo ni Muungano, Matale yenyewe, Mahambe pamoja pamoja na Kinyamwanjo. Gharama za mradi huu ni shilingi milioni mia. Tunategemea faida zitakazopatikana baada ya mradi kukamilika ni kwamba utaboresha mawasiliano, utaimarisha mtandao wa internet, utakuza biashara na uchumi, kuboresha huduma za kijamii, kuongeza fursa za ajira na kusaidia usalama katika eneo hili. Watakaonufaika na mradi huu ni wananchi wote wa kata ya Ujahati hasa hivyo vijiji ambavyo nilivitaja hapo: Muungano, Matale, Mahamba pamoja eh, na Kinyamwandi. Matarajio, tunategemea kwamba mradi utakuwa, utaongeza upatikanaji wa mawasiliano katika kata. Mwisho kabisa, tunashukuru serikali ya kijiji pamoja na watendaji wake kwa kutoa eneo la ujenzi wa mnara bila malipo yoyote. Mheshimiwa naibu waziri Uh, kipekee kabisa nipende kumshukuru mwenyezi mungu kwa ajili ya siku ya leo lakini sisi wizara ya mawasiliano teknolojia ya habari tunaendelea kukamilisha minara 758 lengo ni kuendelea kusogeza na kuboresha huduma ya mawasiliano katika makazi ya wananchi na hii ni fursa ambayo Mheshimiwa raisi ameweza um, kuitoa zaidi ya bilioni sita inatumika katika mradi huu. Na kwa hakika hapa tunaweza kujionea mnara huu ambao unajengwa na taasisi ambayo iko chini ya wizara kwa maana ya TTCL. Na TTCL imekuwa ikijenga minara hii katika maeneo ya vijiji kama hivi na hasa maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara, kwa sababu wenzetu watoa huduma wengine huwa wapo kibiashara zaidi, lakini TTCL kwanza kama serikali ya Dkt. Samia tunatoa kwanza huduma lakini vilevile tutaendelea kujiboresha na sisi tuweze kujiendesha kibiashara kama serikali. Hivyo nipende tu kusisitiza kwamba watoa huduma wote ikiwepo hawa wenzetu wa TTCL wahakikishe kabla ya mkataba huu kukamilika, kwa maana ya Mei kumi na mbili, wote waweze kuwa wamekamilisha hiyo minara. Watoa huduma wote kwa maana ya Vodacom, Yas, Halotel, Airtel pamoja na TTCL, watoa huduma wahakikishe minara inakamilika kabla ya tarehe kumi na mbili Mei, na iwe imekamilika na imewashwa, kwamba sasa inatoa huduma, wananchi wanafurahia matunda ya fedha ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa tunajionea, tuko na Katibu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye mwenye ilani waliahidi na sisi kama serikali iliyoundwa na chama cha Mapinduzi tunatekeleza, na tumesema sisi kama wizara hatuwezi kuwa kikwazo. Ndio maana tumeona tuweze kutembelea miradi hii, na lengo la kutembelea ni kuona tunaleta hamasa. Tunasisitiza miradi lazima ikamilike, minara yote lazima ikamilike. Wamesema kwamba minara ikamilike kwa wakati, endapo watoa huduma baadhi hawajakamilisha wakati mimi nikitafunga ninaposema minara mia saba hamsini na nane kabla ya tarehe kumi na mbili Mei lazima ikamilike. Tulisaini mkataba, ukivunja mkataba kila mmoja anajua nini kinafuata. Unapovunja mkataba, vigezo na masharti tutazingatia, kwa sababu kazi zinaendelea. Yule ambaye atakuwa amevunja mkataba na usumbufu umejitokeza, nafikiri yeye mwenyewe anafahamu nini kitamfuata.